Aha. Kama mnavyofahamu nchi hii ya Tanzania ni nchi ya demokrasia. Mfumo wake ni mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Mtaji wowote wa, wa chama cha siasa ni watu, sio pesa kwa sababu pesa haipigi <coughs> kura, anayepiga kura ni mtu. Sisiemu <coughs> moye! Chama cha siasa chochote kinaposema mimi naaunda chama cha siasa, nia ya madhumuni ya mtu anapoanzisha chama cha siasa, nia yake ni kushika dola Chama cha siasa sio klabu ya mpira kusema utashinda Yanga na simba. Chama cha siasa kinakuanzisha nia yake ni kushika dola. Sisiemu hoye, iko hivi. Kuna mtu anakuona wewe umekuja kwenye mkutano saa hizi, umevaa t-shirt ya kijani, ukaja hapa kwenye ukumbi, lakini haelewi kujiunga, kujiunga kwenye chama cha mapinduzi, umejiungaje? Yani umekuwaje mwanachama wa chama cha mapinduzi? Anaweza akawa ni jirani yako, mnaweza mkawa mmepanga nyumba moja, anakuona tu wewe huwa unatoka unaenda kwenye mkutano unarudi unatoka, kuna mkutano sijui wa hadhara wapi sijui kuna kiongozi yaani wa taifa amekuja, unakwenda kumkutana kutoka lio umebangwa, yaani kesho ya ya njano, haya haya, kama kinamama leo kitenge, kesho vitambaa, natoka lakini anakuwa hajui kwamba kadi ya Chama cha Mapinduzi ni in shilingi mia tatu ada kwa mwezi ni shilingi mia, inamaana kwa mwaka ni shilingi elfu moja mia mbili ukiweka na ile kadi shilingi mia tatu ina maana kwa no. Ukiwa na shilingi elfu moja mia tano umekata kadi ya chama cha mapinduzi shilingi mia tatu na ada umelipia shilingi elfu moja mia mbili Lakini yeye hajui, anaweza akawa anakuona, anafikiri labda kujiunga unatakiwa ulipe elfu kumi au lipe elfu tano au lipe elfu mbili kumbe kadi inauzwa shilingi mia tatu na ada kwa mwezi ni shilingi mia sasa elimu hii ya kadi ya kujiunga na chama cha mapinduzi shilingi mia tatu na ada ni shilingi mia elimu hii tunatakiwa tuisambaze sisi sote mimi na numi semeni sisi sote sisi sote kwa sababu moja CCM ni chama cha watu wote, ni chama chetu na nyinyi ndio ni chama Semeni sisi ndio wenyewe, sisi ndio wenyewe. CCM haina mwenyewe, wenyewe ni nyinyi. Semeni wenyewe ni sisi, oye Ukaka kama haji ukasema, ah, kwani mimi kazi ya kutafuta wanachama ni kazi yangu? Sio kazi yangu ni kazi ya katibu wa kata, kwani mimi ni kazi yangu? kazi sijui ya katibu watawi au kazi sijui ya mwenyekiti wa tawi mimi, mimi, sio kazi yangu bwana, mimi ni mjumbe tu, mimi ni mjumbe tu, mimi ni, ni mwanachama. Hapana, hii ni kazi ya sisi sote, tuwaeleze wale ambao hawajui jinsi gani ya kujiunga machietu, chama pinduzi, kato, na chama chetu cha mapinduzi, ili wakate kadi wasiogope. Kinakuwa na nguvu kwenye matawi, kinakuwa na nguvu kwenye kwenye shina, kinakuwa na nguvu kwenye kata, kinakuwa na nguvu kwenye wilaya, mkoa, mpaka taifa. Labda wakati nilipokuwa naongea hapa, ukasema huyu mama naye anasema tushawishi watu, sasa ukamshawishije nini manzo kawa umejiwa na hilo wazo, huyu mama amekaa anasema t tushawishi watu wajiunge na chama sasa. Tutawashawishihi una unamshawishi mtu kujiunga na chama cha mapinduzi kwa kueleza yale mambo mazuri ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tuko tayari, tunapokea ombi lako mama, tunakwenda kusimamia. Hata hivyo tulikuwa tayari. Tumeshaanza utekelezaji wa usimamizi na kuongeza wanachama. Kwa hiyo uwezekano huo upo. Asante sana.